Ambapo mvutano ulizuka katika eneo bunge la Githunguri baada ya mbunge Gathoni Wamuchomba kutofautiana na aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Gabriel Kago, kuhusiana na uzinduzi wa mradi wa ujenzi wa barabara ya kilomita nne. Wamuchomba alimshutumu Kago kwa kushirikiana na maafisa wa serikalini kulemaza juhudi zake za maendeleo, huku Kago akisisitiza kwamba akiwa kiongozi ana uhuru wa kuanzisha miradi ya maendeleo. Wamuchomba aliyefika kwenye hafla hiyo alifanya uzinduzi wa barabara hiyo akikariri kwamba alikuwa ni wajibu wake ama, ulikuwa ni wajibu wake kama kiongozi aliye mamlakani. Ni taarifa iliyoandaliwa na Abdiaziz Hashim, tupate kina chake. Hafla hiyo ya uzinduzi wa ujenzi wa barabara ya kilomita nne katika eneo bunge la Githunguri iligeuka kuwa mvutano wa kisiasa baina ya mbunge aliye madarakani na mtangulizi wake. Mbunge wa Githunguri Gathoni Wamuchomba alimsuta mtangulizi wake Gabriel Kago kwa kupanga njama ya kulemaza juhudi zake za maendeleo. kiii oie getobo hii barabara inayotoka na ni barabara ya Maumau. Wamuchomba aliyemkabili Kago mkabala pamoja na wafuasi wake alidai kwamba hakupewa taarifa yoyote kuhusiana na kazi iliyokuwa ikiendelea na iliyoathiri wakazi wanaoishi kwenye barabara hiyo. Baba uliye juu mbinguni, twa twakuomba kazi hii ifanywe kulingana na mapenzi yako. Kago akijitetea, alisisitiza kwamba ana uhuru wa kutekeleza miradi ya maendeleo akitoa wito kwa wakazi kuhakikisha wakandarasi wanaruhusiwa kufanya kazi bila kukatizwa. Mimi nataka kusema nimekuja hapa siku ya leo, shauli tuliambiwa kuna mtu alikuwa amekuja hapa jana, alikuwa anataka kupinga ujenzi wa hii barabara na akafukuza kontrakta. Mimi nikapigiwa simu na watu wa hapa Getombo na mimi nikawaambia huyo ambaye anafukuza kontrakta yeye ndiye anafaa kufukuzwa. Mvutano huo siyasa, wa kisiasa ulijiri huku wakazi wa Gitombo wakipongeza shughuli ya ujenzi wa barabara hiyo wakisema hawajali ni nani aliyohusika katika utetezi wake kujengwa kwake hii barabara. Juu yote ni milima ni mikonde mikonde, hakuna barabara. Hii barabara ni matope, imeisa yote sasa. Kila siku tuna pikipiki na halipika, na shida yetu kubwa tunataka kutengenezewa barabara, na iko na shida kidogo. Kuna watu wanapinga ambayo hatujui ni nani, na ndio maana tumerauka sisi wote hapa, tuseme barabara iendelee na tuwekewe lami. Wakazi hao walisema ujenzi wa barabara nyingi katika eneo hilo kwa miaka mingi umetumiwa kujiendeleza kisiasa na baadhi ya viongozi, wakitoa wito kwa wanasiasa hao kuelewana. Wamuchomba baadaye alifanya hafla ya uzinduzi wa mradi huo akikariri kwamba ndiye aliye madarakani kazi. Barabara hiyo itaunganisha maeneo ya barabara ya Maiko, eneo la Kiagi, na barabara kuu ya Ruiru Githunguri. Abdi Abdiaziz Hashim, Darubini Wikendi.